Ukweli au uongo na msikilizaji ni tarehe sita ya mwezi wa sita mwaka 2025 karibu katika makala ya leo katika idhaa hii ya RFI Kiswahili Je, kuna video sauti au picha ambayo umekutana nayo na mitandaoni na inakupotosha? Mimi ni Hilari Ngati, nami ukiniita Jupiter Mayaka nitaitika. Kipindi hiki tunashirikiana na la Benevolencia. Habari ya kwanza tunayoangazia ni chapisho la kupotosha kuhusu msamaha wa Rais Ruto kwa mwenzake wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Kweli kabisa. Habari nyingine ni kuhusu wizara ya afya huko Singapore kukanusha habari za uongo kuhusu Uviko 19 na chanjo. Namba yetu ya mawasiliano alama kujumulisha 254707888555. Jupiter Mayaka, habari ya jioni. Niko mzima ingati sijui wewe, niko vizuri vipi. Na raha sijui nkwa nini, lakini furahia maisha tu, mitambo <laughs> leo <laughs> <laughs> <laughs> siku na msikilizaji. Sasa mnamo Mei ishirini na nane mwaka huu, wakati wa maombi ya kitaifa nchini Kenya, Rais William Samuel Ruto aliomba msamaha kwa nchi ya Tanzania baada ya wanaharakati na wanasiasa waliokuwa wamezuru nchi hiyo kuzuiliwa na wengine kurejeshwa nyumbani. Walikuwa wameenda kuhudhuria kesi inayomkabili kiongozi wa chama cha Chadema Tundulisu kuhusu uhaini. Sasa, kutokana na matukio haya, rais wa Tanzania Samia Suluhu alionya dhidi ya watu wa nje kuingilia masuala ya nchi yake, na kuna video kwenye TikTok ya tarehe 21 Mei ikiwa na maandishi juu yake kuwa ni Ruto akimjibu Suluhu, lakini madai haya ni ya kupotosha. Kilipu hii ni sehemu ya hotuba ya awali kwa viongozi wa eneo la kati nchini Kenya kuhusu maendeleo ya kiuchumi. Tusikilize sehemu ya hotuba hiyo. Hii nchi ni nchi ambayo itakuwa nchi mojawapo ya maana sana duniani, mahali tulikuwa, mahali tulipo, mahali tunaenda kwa mapenzi ya Mungu nchi hii itabadilika. Ni hotuba ya Rais Ruto ya tarehe 21 Mei, na hakugusia suala hili ambalo limeibua wasiwasi wa kidiplomasia kati ya mataifa haya mawili lakini Jupita, utakumbuka walioathirika ni wakili na mwanasiasa wa Kenya Martha Karua, wanaharakati Boniface Mwangi na yule wa Uganda Agatha Aturaire ambao mm -hmm. wote walitoa taarifa juzi mm -hmm. wakimshutumu au kushutumu mamlaka ya Tanzania kwa mateso na unyanyasaji. Na ni Jumatano wiki hii ambapo mamlaka za usalama kule nchini Tanzania ngati zilikanusha madai hayo na kusema kwamba wawili hawa badala ya kuitisha kikao na wanahabari wangeripoti kwa mamlaka za usalama kule nchini Tanzania, na kupitia mbinu ya Reverse image search, klip inaonyesha Ruto akizungumza wakati wa mkutano na viongozi katika ikulu ya Nairobi mnamo Mei 21 mwaka huu, na tukumbusha kwamba, msikilizaji, klipu hiyo ilichapishwa na, na kituo cha habari kutoka kule Kenya, The Standard, na inamwonyesha Ruto akiwa amevalia mavazi yale yale. Pia tulipata klipu ndefu ya hotuba yake Ruto iliyochapishwa kwenye mtandao wa YouTube na TVL News, jukwaa la habari la kidijitali, na hakuna sehemu klip hii imetaja Tanzania wala Suluhu, na katika kilipu hii hakuna maelezo yoyote kuhusu Ruto kuzungumzia mzozo huu katika ripoti hii huko Kenya. Jupiter, wanasema one term two term, uko upande upi? Mambo ya siasa sitaki. <laughs> <laughs> Ukweli au uongo? na bila shaka msikilizaji, unachokisikiliza kipindi awani ni ukweli au uongo, hapa RFI Kiswahili. Hapa tunabadilishana mawazo kuhusu kuepuka habari za kupotosha, lakini pia zile za uongo, haswa kwenye mitandao yetu ya kijamii. Mimi ni Hilary Ngati nami ni Jupite Mayaka na ingati, kuna taarifa mbili kuhusu uviko 19 ambazo zinapotosha na wizara Singapore, tato, mbayo, ya afya nchini Singapore mnamo Juni tatu imewatahadharisha umma kutoeneza madai ambayo hayajadhibitishwa yanayoweza kusababisha hofu Uma. Dai la kwanza linasema Singapore ni nchi ya kwanza kufanya uchunguzi wa maiti ya mtu aliyepatikana na uviko 19 dai hili limekuwa likisambaa mitandaoni tangu mwaka wa 2021 ujumbe wa wizara ya afya ya Singapore unasoma hivi huu ni uongo kama ilivyofafanuliwa na wizara wakati huo Singapore haijafanya uchunguzi kama huo na pia si kweli kwamba uviko 19 inasababishwa na bakteria, lakini unakumbuka tunaviita virusi vya uviko 19. Pia madai kuwa Singapore ilitunga sheria za kuamuru chanjo na kuwafunga jela wale ambao hawajachanjwa baada ya mwanzilishi wa Mike. Microsoft Bill Gates kutembelea nchi hiyo mapema mwezi uliopita si kweli ingati, tukiangalia hapa mtandaoni Sly News inajieleza kama inayounga mkono Marekani na inayotetea uhuru wa kujieleza, wakati ambapo The People's Voice inasema inashughulikia mada ambazo vyombo vikuu vya habari havijaangazia. Machapisho haya yanazungumzia itikadi za mrengo wa kulia, nadharia za njama na matamshi ya kupinga chanjo. Msikilizaji, si kweli, Singapore haifanyi uchunguzi wa kwanza wa uviko 19 au kuwafunga jela wale ambao hawajachanjwa, na siku zote kwa taarifa sahihi na za kisasa kuhusu afya tembelea tovuti za wizara ya afya ya nchi yako au shirika lolote la afya la kimataifa kama vile ngati Shirika la Afya Duniani WHO. Fundi wetu wa zamu Vitali Mogisho alichanjwa kweli? Amesema alichanjwa. Wee ukuchanjwa? Nilichanjwa, nipo vizuri. <laughs> <laughs> na katika kitengo chetu cha katuni leo tunaungana naye mzee wetu Mado kutoka kule nchini Kenya. Mado, habari ya jioni, umeshindaje? na muda umesonga sana, unachora nini? Salama kabisa, asante bana, tuko hapa Nairobi, tuko sawa kabisa, ijapokuwa unajua, huu ugomvi wa juzi kuhusu <laughs> um, hawa wanaharakati wa Kenya jijini Dar es Salaam Uh, kama umeibua unajua hali ingine sio nzuri sana vile, najua majirani natakana tupenani, lakini n hata hivyo inatayarisha mchoro kuhusu hayo madai uh, mtandaoni kwamba Rais Ruto alimjibu mwenzake Mama Suluhu Hassan uh, tukio hilo hilo hilo, hilo likiebuka uh, tumeweka hapo pamoja huyu yeah. Alisema hivi na mwingine akasema hivi, lakini tumeona ni uongo. Tutazidi kuona wazi wazi kwamba uongo mtandaoni huenda ukazidisha hali ya kutenganisha jamii za kimataifa hata zaidi. Asante Mado, huje tutembelee studioni jamani, next week lazima niko hapo karibu, uwe <laughs> na jioni njema <laughs> lakini, msikilizaji, <laughs> kibonzo chake Mado unaweza kukitazama kwa kutembelea mitandao yetu yote ya kijamii ikiwemo TikTok pamoja na YouTube na mtandao wetu wa Facebook RFI Kiswahili. iwapo unataka kujua habari kama ni ukweli au uongo, wasiliana nasi kupitia nambari yetu ya WhatsApp alama ya kujumlisha 254707888555. Kwenye tumbuizo la leo la Benevolence wako tayari kutoka studio B.

na ukitilia shaka habari yoyote mitandaoni ndani ya saa 24, utatupata kwenye Facebook, Instagram, X na hata TikTok. Lakini pia unaweza kutuandikia ujumbe kwenda namba yetu ya WhatsApp, ukianza na makujumuisha 254707888555 mimi ni Jupita Mayaka. Ingati mwenda pole hajikwai, lakini ukienda polepole utapitwa. <laughs> <laughs> Kwaheri. <laughs>